Yeah. Ni Pastor Simbey Kings wa kanisa ya Healing Worship Center niko na my lovely sister. Afu, Ah. Ani, <laughs> <laughs> tuko ndani ya KD studio. Kila kitu Ok, nafikiri uh, Mungu amekuwa ni mwema kwetu, yeah. tumepata neema na kibali cha kwapo KD Studio mm. Na, na tuwaambie tu wanaotufuatilia mm. fans wetu mm. kwamba kuna jambo tunalipika sawa, sawa. yeah. Tunapika, tunaandaa kitu kizuri mm. tarehe tatu ya mwezi wa tano mm. itakuwa ni siku ya Jumamosi kuanzia mm. saa saba kamili mm. hadi saa kumi na moja jioni mm -hmm. tutakuwa pale na jambo letu lile jambo, nimealikwa mimi kweli? Ah. <laughs> tu... ndio timu ya ufundi ujue tuyajenge vizuri. Sawa, sisi ndio timu ya ufundi. Sawa, eh. Eh. Kwa hiyo KD lazima wawepo, sio swala la kutia kamera. Tutajua mwenyewe atafanya lakini lazima E, lakini huyu ni mzee wa mobaili, lakini pia, kwa hiyo watajua watajua tukiaidia watajua hawatashindwa lakini mm -hmm. Kubwa ni kwamba uh, tutakuwa tuna ule uzinduzi wa kitabu mm -hmm. Uzinduzi wa kitabu cha familia inaitwa mm -hmm. E, ndoa kama mtego mm -hmm. Kitabu kinaitwa ndoa kama mtego, emrudia tena ndoa kama mtego e, Hivi ni kwa nini ikawa ndoa kama mtego? Maana hii ni hatari, hii usifanye mchezo, usifanye mchezo, kumbe wanakuja kama mtego eh? au yeah. Ah, sasa okay, siku hiyo mtu akifika atapata, atapata kitabu lakini mm. siku hiyo mtu akifika, tutaomba, tutakuwa na maombi kwa ajili ya familia zetu mm -hmm. Kwa hiyo sio tu kuzindua kitabu, tutakuwa na maombi mm. ya, lakini kitabu, mm. eni, kwa nini tunazindua kitabu bwana ni kwa ajili ya ku, tafuta kiwanja cha kumjengea Bwana madhabahu okay. kimsingi ni kanisani lakini, mm. kuna kiwanja kinanunuliwa mm. unaona eh? mm. kwa kile kiwanja kinataka pesa sasa, mm. mimi kama mchungaji mm. na mwandishi na mwalimu nimeandika, mm. kitabu changu okay. lakini kitabu hiki nimekitoa sadaka kwa Mungu mm. mapato na mauzo yote ya kitabu hiki yanakwenda, mm. kanisani kwaenda kununua kiwanja cha kanisa. Kwa hiyo mtu anapokuja pale awe mm. amejiandaa kwa ajili ya kupata mafundisho kutoka kwenye kile kitabu yes. cha ndoa kama mtego yes. lakini anapokinunua kile amemjengea yeah. Mungu kabisa yes. ah. E, na atakapokwenda pia, maana hatuwezi kufundisha kitabu chote tutakuwa mm. na muda mdogo sana wa kuzungumza mm. lakini atakapokwenda kukisoma mm -hmm. atakisoma vizuri saf, saf. na mimi nimekuwa nikisema kwamba hichi kitabu kimebalance vizuri mm -hmm. E, mtu akuwa ameoa ajaolewa, akisoma atakuwa amepata mafunuo na atakuwa mpata maarifa makubwa sana kwa mm. habari ya mambo ya mahusiano hivi. Kina bei specific, ama mtu mm. ana milioni ana bilioni dola zozote alizonazo, yani hatumfungii mtu, ili mradi tunajenga mimi mwenyewe mm. yani um, nimekitoa sadaka mm. Si unajua nimekitoa eh? mm. sadaka. Sasa kama mimi nimekitoa sadaka, mtu anaruhusiwa kununua kwa bei ya yoyote sadaka, ya sadaka yoyote. E, e, yoyote. Na sadaka nzuri ni ile inayomgusa hiki yeah, kitabu. Mimi napenda kuwa wazi ili mtu aelewe hiki kitabu, mtu akikifuata dukani, yeah, atakinunua kwa shilingi elfu nane mm. dukani mm, lakini tukija pale kusapoti kazi ya Mungu na nini mm, mtu anaweza kununua kuanzia elfu nane kwenda kwenda juu maona, eh kwa hiyo ni, ni kitu kama hicho mm, kwa maana kwamba mtu aje na sadaka yoyote All, all, nasemaga hakunaga sadaka ndogo. mm. Nitaenda, ntaenda kwa mpasta Simbey kweli na KD watakuepo. mm. na aniania ania, atakuepo. mm. Nani, nitaenda kweli pale na shilingi elfu nane we njoo. hata kama una bado njoo. Hivi, Daudi, kweka anatakiwa kwa sababu kwanza hajaoa sasa, anakosaje? Yaani, kwa mfano ya, jifunze pale anakosaje? eh, kuna, ya. kuna, ani yani, unajua kuna vitu vingine tu yani, hiyo Daudi si wa kuambiwa yani ndio yani, KD wanafika wanakosaje? Yani, oh. kwa mfano oh. E, yani hapo akosi ha, ha, ha, ha, ha, ha, hawezi kucheua hiyo hata kidogo yani. hata na muda kidogo. wetu ni huo wa saa e, saba. Yeah. Yes. Saa saba mpaka saa kumi na moja yani ile ya kizungu mm -hmm. sio ile saa saba mtu ndo anatoka nyumbani atachelewa Tunaye Mungu hakika tunaye Mungu watiya mipango yote hakika tunaye Mungu wala hatubatishi hakika tunaye Mungu. Yani nafikiria kama nyimbo inapigwa inakuwaje alafu mtu anaikosa hapo. Mimi sijaimba ujue Sijaimba nah. Na ah, acha tu, ngoja niahirishe kwanza, acha acha kabisa acha kabisa. Nitawabariki watu hiyo siku, mambo yote yakiwa yameisha. Alafu mimi nawabariki na hiyo nyimbo. Kwa hiyo unaona mambo yatakuwa mazuri, mtazamaji, usikose usikose, kumbuka kwa udhamini wa KDTV KD Studio KD video production KD ah, TV. Yani, yani, yani. Usikose, usikose, usikose, usikose. Umekaribishwa sana, ni kwa udhamini wa KD TV pamoja na audio recording pamoja na video kwenye hiyo tarehe tatu, hii kampuni utaikuta pale na utabarikiwa sana.